Mtumishi wa Mungu Bambo, karibu hapa polipokaa chino fumbi macho. Mwenyezi Mungu wabariki mane, mbariki na meli, wabariki wote wageni walipo walokuja. Ukija na viti si uondoke na viti viti, si ukija na pikapu uondoke na pikapu. Mwenyezi Mungu ukatutambue, hata uko tunakuenda kwenye shoti kolu. Sio ukampiga mara kaudi, mko ya nanundu kifuani, inakuwa sio kweli. Mwenyezi Mungu tulinde vizuri, tutambuane vizuri, tuje vizuri, tuondoke vizuri. Tucheze vizuri, sio tunakualuzana, tukapigana na puti mwilini. Mwenyezi Mungu nibariki, bariki mi peke yangu, naomba dua duwa hili. Yoyote atake angusha iPhone 6, iPhone X nione mi peke yangu, amina. Asante, asante sana, asante Bambo kwa sala yako.